Asubuhi na mapema kwa kawaida huwa ni mida ya wasakatonge kuingia mtaani, faukwa na hao lipo kundi hili la wapambanaji wajao wakiwa na furushi la matumaini juu ya elimu wanayoisaka kwa udi na uvumba. Katikati ya ndoto zao hugubikwa na hamasa na ujuzi kutoka kwa walimu wao. Si hivyo tu, hapa ndipo chimbuko la ile kauli ya kuwa msoto wanaupata wanafunzi hao kuzifikia ndoto zao huishia elimu ya sekondari pekee, hawatoupata huko vyuoni. Tunawapa maneno haya kutokana na tafsiri ya ajira. Wataalamu wengi kwenye maofisi wanatasmini kwamba kipawa cha mwanafunzi kimeonyeshwa dhahiri katika kidato cha nne tunakuwa ni katika hali ya kuatia moyo, lakini pia tunaamini kwamba kipindi cha form one mpaka kidato cha nne ndio kipindi ambacho mtoto anakuwa. Kwa hiyo tunaamini mpaka anapomaliza kidato cha nne, tunaamini huyu mtoto tayari anakuwa ameshafikia kwenye stage ya adolescence stage, au hatua ya makuzi. Kwa hiyo akiingia form five au form six, manake huyu mtoto anakuwa anaenda kujitambua. Safari yangu ikanifikisha mpaka kwa wale waliobahatika kuonjeshwa soga hizo na sasa wapo vyuoni. Je, walichokikuta ni sawa na ulichokisikia, lakini ni it's better advance kuliko kuliko. Hapa ni magumu sana uh, test one nadhani nilipata nipata nne, test two nilipata <tare> tano, kaja kujumlisha kwa pale na kwa tisa kuka... wakatoa tena na zile tano, sababu ilikuwa test one tulifanyia ishirini, test two kafanyia madam ah, mtu anaenda field, ana connect, ana collect data, anafanya analysis, anapeleka kwa mwalimu lakini mwalimu anaikataa, inabidi arudi tena field, itambidi atumie muda tena na fedha. Wenyewe wanasema msoto hauishii tu kitaaluma. Kwa mfano maisha kama ya O level au A level na nyuma nyuma kote huko, ikifika muda wa kula unajua unaenda nyumbani, nitakula choki kama mzazi amefika chakula, nitakula au shuleni hapo wanapika mnakula shuleni. Lakini huku kila, kila mtu anaishi maisha yake zero zero one kwamba asubuhi sitokula, mchana sitokula mpaka jioni, ama zi, 101 kwamba asubuhi nitakula, mchana sitokula, jioni nitakula. Lakini kwa sasa at least kidogo nimeimprove na kula asubuhi na jioni. Upande wa pili wa shilingi, yani wa hadhiri nao wanaeleza mikakati yao ya kuiondosha dhana ya urahisi wa elimu wanayoingia nayo wanafunzi wao vyuoni, dhana ambayo inakuwepo ina, wanasema wanaitumia ku attract ili wasome, wafaulu, waje chuo, lakini wanapokuja chuo sio maisha ya kula bata kama wanavyo kama wanavyokuwa wamepewa hiyo zana. Kwa hiyo sisi tunachofanya ni kuhakikisha alianza anasoma kwa bidii na anafaulu, na tunahakikisha kwamba ni mtu bora anayefaa kutumika kwenye jamii kulingana na koza aliyoisomea, lakini pia kwa vile unakuwa tied, sisi tunasema building humankind holistically, tunamjenga huyu mtu kitaaluma, kisiasa, kijamii, yani anapoingia kwenye jamii ni kweli anaonekana huyu mtu kweli kahitimu chuo. Mtiririko wa maelezo haya unasadiki kauli ya Kiswahili ya kuwa uhondo wa ngoma, ingia ucheze. Kama unaamini msuli wa chuo ni jambo mchekea mchekea, jitose ujionee. Ahmad Ali, Habari weekend. Dodoma.